Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye Mwenge wa Kaunti. Tunaingia kwenye mdahalo wetu wa leo, ambapo kama nilivyokuarifu, tunazungumzia ofisi ya spika wa bunge la kaunti, na hapa studioni tuko na uh, maspika kutoka kaunti tatu. Hapa karibu nami ni Washira wa Iganjo ambaye ni spika wa bunge la kaunti ya Nyandarwa. Hapo katikati tuko naye Kennedy Ngondi ambaye ni spika wa bunge la kaunti ya Nairobi na pale mwisho tuko naye Christopher Rusana ambaye ni spika wa bunge la kaunti ya Migori. Asanteni sana waheshimiwa. Asante kwa kuungana nasi hii leo. Nadhani kuna wengi ambao hata sasa hivi wanatazama wanasema mbona spika wangu yuko pale ama kwa sababu hawawajui. Labda tuanze na hili. Wakati wa kuchaguliwa spika, huo mchakato unaanza vipi? Uh, asante sana mashirima uh, ningetaka kueleza ya kwamba hii ofisi ya spika ni ofisi ya kikatiba ambayo imeletwa kwa katiba under article 178 na spika anapochaguliwa katiba inasema hafai kuwa MCA anachaguliwa kutoka nje mm -hmm. na itifaki zenye zinatumika kwa National Assembly, ni, ndio hizo zinatumika kwa bunge la gatuzi mm -hmm. wakati MCAs wamechaguliwa, biashara ya kwanza wakati wamefika kwa bunge ni kuchagua spika mm -hmm. na wakati wanachagua spika wanachagua tu kama kawaida majority; majority mwenye anapata kura mingi yeye mm -hmm. ndiye anakuwa spika wa hilo gatuzi mm -hmm. then hapo hapo kunafuata deputy speaker harafu akichaguliwa na MCA sasa anachukua kiapo. mm -hmm. akisha chukua kiapo sasa anaanza kazi yake kama spika na anachukua viapo mara mbili. mm -hmm. kwa sababu bado spika ndiye chairman ama mwenyekiti wa kitu yenye inaitwa County Assembly Service Board hiyo. okay. ni bodi yenye ina manage assembly yote. mm -hmm. maneno ya fedha maneno ya welfare ya MCA wote, kwa hivyo spika anachukua kiapo mara mbili kama mwenyekiti wa County Assembly Service Board. Kwa hivyo yeye ni administrator na anasaidiwa na clerk ambaye ni e, e, CEO na wa kaunti wa, wa uh -huh. So kutoka hapo anaendelea na kazi yake. Uh, Mheshimiwa Ngondi, nimeulize hilo swali manake Uh, wiki chache zilizopita tulikuwa na wakilishi wadi hapa na walikuwa wanasema kwamba ni kana kwamba hawana uhuru wa kumchagua spika, kwamba yule spika huwa tayari ameshachaguliwa na chama, na nadhani ni jambo pia ambalo tunaliona uh, katika bunge la kitaifa labda unaweza kutueleza kidogo. Lazima mtu awe kwenye siasa, lazima awe mwanachama wa chama fulani ili kuweza uh, kutuma ombi la kutaka kuwa spika katika bunge la kaunti hiyo. Uh, ninapinga mm -hmm. Uh, kwa sababu uh, kila mtu ni mwanachama, hakuna mm -hmm. Mkenya hata moja yule hayuko katika mwerengo ya chama fulani mm -hmm. Kwa hivyo uh, ukiangalia, na ningependa pia naye nyinyi mujitokeze mukaweza ku chukua uh, statistics. Mm -hmm. uh, katika kaunti arobaini na, na saba ukaweza kuona wale ambaye walichaguliwa kuwa maspika mm -hmm. uh, ikiwa walikuwa ni wa mrengo fulani mm -hmm. uh, nikisema uh, na Nairobi ni kwamba mimi kama uh, Ken Ngondi mm -hmm. niliweza kujitokeza nikaweza kuomba kura na kupitia kwa kura ya wale ambaye hata independent candidates uh, ninaweza peana example ya ndugu yangu ambaye saa hizi ni marehemu Munuve. mm -hmm. uh, mm -hmm. Yeye alikuja kama independent candidate lakini aliweza kunipatia kura. mm -hmm. Ya, hiyo ni chanzo ya kuonyesha kuwa wako na msimamo yao kibinafsi Yes, kwa hivyo yule ambaye anasema mambo na chama hakuna chochote ambaye chama ina peana kama certificate mm -hmm, eh, ya nomination kus kusema kuwa huyu ni kandideti yetu, mm hapana -hmm. Ni jukumu lako wewe binafsi utembee na uongee na wale waakilishi awodi, mm -hmm, kama hapa Nairobi tuko na waakilishi eh, eh, themanini na tano mm -hmm wale ambaye wamechaguliwa na pia naye tuko na wale wameteuliwa, eh, ambaye ni 44 na 44. Kwa hivyo yote ni watu mia eh, moja ishirini na nne. mm -hmm. na kwa hiyo ukiangalia, mimi nikichaguliwa, bado nilipigiwa kura eh, mpaka na wale ambaye wanatoka katika chama ya UDA mm -hmm. kwa hivyo sio Uh, uh, jambo la kusema kuwa ni chama Mm-hmm. Hapana. Naam, Mheshimiwa Rusana, kuna wakenya ambao wanataka kujua, kuna maombi unatuma mahali fulani alafu kuna labda wanapi, wana, wanaangazia labda yale maombi ambayo ametuma wanafanya shortlisting alafu sasa ndio mnaenda kupigiwa kura. Tueleze huo mchakato unaanzaje? Asante sana uh, huo, huo mchakato unaanzia wakati uh, nafasi imetangazwa kwamba bunge la spika uh, bunge la <coughs> viatuzi iko na nafasi ya spika, wanatangaza wanapeana, muda kwamba wenye wanapenda na wale wamefuzu watume maombi, hapo ndio inaanzia. So, ilivyo ilipotangazwa, unatuma maombi yako iwapo, so, huko umefuzu na huko na stakabadhi zote zenye zinatakikana <coughs> kisa baadaye, kuna kamati pale ambayo imeundwa na clerk wa assembly ambayo atachunguza makaratasi stakabadi za wenye wametuma maombi yao, wakipata kwamba <coughs> kuna kila kitu, basi jina lako linawekwa katika karatasi ya kupiga kura <coughs> na watu sasa wanapiga kura, baadaye kuna kampeni inaanza. Uh, moja kwa moja, mm -hmm. Na unajua wapiga kura zako mm -hmm. ni na kampeni inachukua muda gani? uh, wao wanapeana muda hapo fulani yenye mm -hmm. inaruhusiwa mm -hmm. kama wiki mbili hivi, wiki tatu, wiki tatu. So kwenye, kwenye kipindi cha wiki tatu una kazi kweli, ulali mm -hmm. unatembea, unazunguka, unawatafuta uh, waheshimiwa hawa mm -hmm. unawarai, unaongea nao vizuri kwa lugha inayofaa ndio wakufikirie, na alafu pia wanakupa swali kweli unakuuliza je, hii kazi unayoiitisha una unaijua kweli na unaiweza mm -hmm. Alafu kisa unajitetea. Ndio siku ya uchaguzi basi watawaweka kwenye ratibu waone mm -hmm. hawa wenye wametuma maombi na vile wameturai na kuongea na sisi mm -hmm. ni yupi kati yao inafaa awe kiongozi. Mm -hmm. Hapo ndio kura inapigwa. mm -hmm. Na spika wa bunge la kaunti anastahili kuwa na tajriba fulani, maana ukiangalia kama uh, katika uh, bunge la kitaifa pamoja na Senate kuna vile vigezo ambavyo vipo, labda uh, anastahili kuwa wakili kwa muda fulani. Kuna hivi vigezo, je, katika spika uh, katika afisi ya spika wa kaunti vigezo ni vile vile? Eh, ukiangalia sana sana. Qualification ama vigezo za spika ni vigezo za MCA, venye MCA mm -hmm. anafaa kuchaguliwa ndio spika mm -hmm. qualification yake ni the same, lakini spika hafai kuwa wakili ama nani ama nani mm -hmm. Lakini sana sana unaangalia kulingana na, na, mm -hmm. na, na, na, na, na jukumu lako na karia yako, kuna vitu zingine unapata zikiwa rahisi mm -hmm. Spika hata kama si wakili na, na endeza maneno ya mtengenezaji wa sheria ako na support system, yani ako na clerks wenye wanamsaidia na wanamfanyia research ya kila kitu. Kwa hivyo sana sana na sana sana, spika wakati sheria inaendelea, si yeye anatengeneza. Hapana, yeye speaker kazi yake ni kupreside over the assembly. Mm -hmm. Kwa hivyo ndio saa zingine unaweka vote wenye wengi na wenye si wengi. Mm -hmm. Saa zingine mashirima, utapata hata sheria ya county ikitengenezwa kuna watu wanaenda kotini. Wanasema, Mm -hmm. hiyo sheria ni, ni unconstitutional ama ni opposite na katiba ama ina conflict na sheria nyingine ya the national government So ni muhimu sana spika akuwe mtu mwenye maarifa, mwenye anajua kusoma, mwenye anaelewa sheria. Na unajua kuelewa sheria si kumaanisha lazima ukuwe wakili, hapana. Sheria mtu yote tu unachukua unaangalia, na unasoma unapewa research na watu wako, na unaonyeshwa sheria zenye utaangalia. Lakini kwangu sana sana kama wakili, nimeona ikiwa rahisi sana kwa sababu sana sana sitarirai sana na risati. na hata wenye mm -hmm. si mawakili wanakuwa wamejitayarisha hapo mbeleni mm -hmm. kwa hii maneno ya sheria hizo za, za, za gatuzi mm -hmm. na pia za ni vizuri kukuwa unaelewa sheria za national ndio unapeana guidance ama mwelekeo mm -hmm. wakati sheria za hapa bunge zinatengenezwa mm -hmm. uh, mweshimiwa ngondi tuki, tukisalia na swala hilo uh, kuhusiana na majukumu jukumu uh, moja muhimu ambalo kama maspika mkonalo, ni kwa kwamba wale wachache wanasikizwa na wale ambao wako wengi wanaweza kupata uh, kile uh, kama kupitisha uh, zile sheria. Tuelezee huu ugumu wa, ku, wa kutekeleza majukumu yenu, kwa sababu katika baadhi ya kaunti kuna baadhi ya miswada inayoletwa na huibua hisia kali, ambapo watu hawaelewani. Hapo wewe kama spika, jukumu lako ama changamoto zako zinakuwa zipi? Uh, uh, kwa ukweli ama kwa hakika ni kuwa bunge ni sehemu ya <coughs> ma, mjadala. mm -hmm. Na kila mtu ako na maoni yake na yule mtu ambaye amewekwa kule ni spika awaweze kuwasikiza, na uamuzi sio spika mm -hmm. anaweka, ni wao wenyewe wanabunge wanaweka uamuzi, ndiposa mm -hmm. unaona wakipewa nafasi ya kuchangia mjadala eh. Baada ya kumalizia mjadala, ndipoza nao spika ako na wakati ya kuweka uamuzi kwao ama kuelekeza uamuzi kwao mm -hmm, ndio unaona, anga mara mingi tunasema kwa wale ambaye wa, wa, wa, wa, wa ko, na, wanaunga mkono, wanaunga mkono mm -hmm. na wale hawaungi mkono mm -hmm. kwa hivyo kila wakati unakuta wale wako wanaunga mkono ni wangapi? mm -hmm. Wana, wana, wanatoa sauti na spika anaweza kusikiza kwa umbali na wale ambaye wanapinga mm -hmm. Pia naye wanatoa sauti mm -hmm. Hapo ndio sasa spika anafanya uamushi kwa ni upande gani imeweza kutoa usauti kwa kubwa. Yeah, usauti kubwa mm -hmm. Na ni upande gani ambaye walitoa wali, wali sauti kwa kupinga mm -hmm. Lakini ni wako wengi ama wako wachache. mm -hmm. Sasa kazi ya spika inakuwa rahisi sana mm -hmm. kwa sababu uamuzi yote imetoka kwao mm -hmm. Lakini kuna wakati fulani ambaye inahitajika spika mwenyewe aweze kuenda kutengeneza uamuzi, na kwa wakati huo ndio sasa unaweza kuwaambia wabunge wa, wa kwamba kwa yale ambaye e, wamejadiliana na wanataka uamuzi ifanywe na spika mwenyewe mm -hmm. Utawaambia, mutanipatia muda uh, fulani mimi nikirudi siku fulani nitaweza kutoa uamuzi kulingana na jinsi vile mulikuwa mumekabiliana na changamoto ya kuchangia mjadala mm -hmm. kwa hivyo, kwa hiyo wakati ni spika ataenda kuangalia seria <coughs> eh, na ndio ataweka uamuzi pale, Mheshimiwa. mm -hmm. yeah. uh, Rusana tuzungumzie hiyo, hiyo changamoto. Tusalie hapo hapo, maana ni jambo ambalo tumeliona katika baadhi ya kaunti. Ni wapi ambapo uh, spika anaweza kuingilia? Maana wakati ambapo watu wanarushiana viti, sidhani kama unaweza kuendelea kuwaambia wale wanaunga waseme eh, eh, ndio na wale ambao hawaungi wakatae. Huo ugumu, huwa kuna, kuna uwezo fulani ambao umepewa kama spika kuweza kuingilia wakati huo ambapo watu hawaelewani kwa kiasi hicho? ni kweli, <coughs> mara nyingi sana tunakuwaga na mjadala yenye nashua ubishi na utata sana, na wewe kama spika, na kwa kwamba sheria imekupa nafasi na, na ruksha ya kuamua kutoa uamuzi fulani kufuatana na standing orders, hapo ukiona kuna mjadala ambayo kila upande kila upande wanasema wako sawa, huku wanasema wako sawa, na kuna wengine wana race ile tunaita standing orders, nakuja na point of order mm -hmm. Kipinga kwamba inafaa ifanywe hivi, sio vile. So hapo kama speaker na sio pia, nafaa ujue kwamba watu wajue kwamba sio kila kitu kipo katika standing order mm -hmm. Kuna mengine yenye mtu huenda huwe, anaweza kaileta mesani ma, ama kwa kwenye nani uwanja. Haipo kwenye standing order. mm -hmm. So wewe kama spika hapo itabidi uka invoke kama kwangu kule Migori tuko na standing order namba moja ambayo inasema kwamba iwapo haitakuwa imeelezwa kinagaubaga kwenye standing order basi spika atatoa uamuzi. mm -hmm. So hapo nitatumia sheria hiyo kutoa uamuzi na huo uamuzi lazima iambatane na sheria e, yote yenye ipo, mm -hmm. ama iambatane na best practices ama parliamentary practices zenye zimekuwa mm -hmm. uh, uh, katika Commonwealth, ama hata hapa bunge letu la juu mm -hmm. Sio tu kwamba utakuja na uamuzi yako kibinafsi mm -hmm. Na tena unajua <coughs> hii ni democratic process, ni, ni demokrasia na demokrasia uh, ni kwamba kila mtu lazima asikizwe, ni utawala ya wengi wa wote mm -hmm. Kuna wale walio wachache <coughs> hali kadhalika wa wengi wale wako wengi, kuna waruhusu wote wanajadiliana wale wanapinga mswada, wale wana, wana, wanaunga mkono, wale watakao watakaoweza uh, kuconvince wenzao na uh, hatimaye uamuzi yao hiyo ya wengi, hapo ndio spika atatoa naye uamuzi wake. mm -hmm. Mm -hmm. Na mtazamaji, tunazidi kuzungumzia majukumu ya spika wa bunge la kaunti. Kama nilivyokuarifu, tuko nao maspika kutoka kaunti za Nyandarua, Migori na Nairobi. Kama una swali kuhusiana na majukumu yao, utendakazi wao, nambari ya rafa ni 22422 ya kupitia mitandao ya kijamii ukitumia alama ya reli mwenge wa kaunti, tunarejea hivi punde.